Karibu Tabora, karibu Toronto. Nilivyompeleka waalimu walikuwa na mnyanyapaa. Siku moja mwalimu amempiga wanafunzi, wakaja kuniambia nilienda shule kwa hasira, na yule mwalimu sema sikunikuta, nivikula ofisini naye pale huduma ya kanisa kwa watu wenye ulemavu mkoa wa Tabora kupitia kanisa Anglikana dayosisi ya Tabora imeendelea kuwa msaada na daraja la matumaini kwa kundi la watu wenye mahitaji maalum, ambapo Oktoba 24, 2024 kwa mara ya kwanza timu ya huduma ya kanisa ilisafiri hadi kijiji cha Usinge kata ya Usinge wilaya Kaliua mkoani Tabora katika kanisa la Usinge dinari ya Kaliwa, umbali wa kilometa mia mbili na tano kutoka katikati ya manispaa ya Tabora, lengo ikiwa ni kufikia kundi hili na kutambua mahitaji yao mahususi. Aa, kwa jina naitwa mwalimu Menard Betope, ni mwalimu ambaye anahudumia watu wenye ulemavu pale Tabora siwi. Aa, nataka nizungumzie kwa ufupi sana namna huduma ya kanisa kwa watu wenye ulemavu ilivyofanikiwa kwa upande wa elimu na kwa kweli tumefanikiwa, kama namna ambavyo tumejitangaza kanisa la Anglican, katika kuhudumia, kuwafariji na kutoa elimu kwa watu na familia za watu wenye ulemavu. Kwa upande wa Usinge tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kuna watoto tayari kupitia huduma hii walifanikiwa au tulifanikiwa kuwaunganisha na shule ambazo zilikuwa zinawahudumia kielimu. Kuna mzazi mmoja mpaka sasa hivi alimpeleka mtoto wake shule ya Sikonge, na shule ile inapokea watu wenye ulemavu wa akili. Lakini pia tumefanikiwa kwa mzazi mwingine ambaye amempeleka mtoto wake pale Uvinza, na mtoto pale amepokelewa kwa sababu alikuwa ni mlemavu wa kusikia, yani kiziwi. Kwa hiyo kwa kweli, kupitia huduma hii imekuwa msaada sana kwa wazazi ambao walikuwa gizani na ambao walikuwa hawajui namna gani ambavyo watoto wao wanaweza kupata haki ya elimu. Tukiwa katika darasa hili, mama huyu anatutambulisha mwanaye kwa jina la Dorcas ambaye ana tatizo la ulemavu wa akili na kutupitisha katika simulizi ya chanzo cha ulemavu wake wa kwa jina anaitwa Sudila Jumai. Ilichomkuta mwanangu ni pamoja na nasanii wakati wa kujifungua, ndio ulemavu ulikuanzia. Yule mtoto alichelewa kutoka tumboni Alafu nikanyanyapaliwa ni. ni, ni kwa sababu ya yakuwa na operation. Kwa hiyo ulo mpasuko wa tumboni likuwa mkubwa, livyokuwa mkubwa, daktari akaniacha pale akajiondokea, akasema mimi siwezi nikakusaidia, kwa sababu ilo tumbo lako limechanika sana kubwa, hospitali kubwa, akaambia mwe wangu aende wapi, aende kutafuta gari ya kunipeleka hospitali kubwa, ili nikafanyia operation Wameenda tu kutafuta gari ndio wamerudi kuleta majibu, wakakuta ule mtoto yuko mlangoni na dokta sina. Hapo ndio tatizo la mwanangu. Mtoto ile mtoto alianza kuzofika taratibu taratibu taratibu. Baada ya mwaka na nusu, ndio nikaanza kugundua yule mwanangu ni mbovu, hata kutembea kwake kwa shida, kutambaa kwa shida. Yeye nikawa nikampeleka nika hospitalini Muhimbili, nilivyompeleka huko walimpima wakasema ana tatizo kichwani, ila ulemavu huko kwenye mdomo. Nilivyomzoeka kule Muhingili, wakaniambia mtoto nimrudishe, ila nimpeleke shule ya msingi, niwe nampeleka anaungana na wengine kwa ajili ya wa kuchangamsha nini akili yake. Kupitia kwa mwalimu Benward Bitoke tunagundua kuwa Dorcas anahitaji kupelekwa katika shule maalum ili aweze kuchangamana na wenzake, jambo ambalo litasaidia kumwongezea uchangamfu na uelewa zaidi juu ya mambo na vitu mbalimbali vinavyomzunguka. Ambapo kabla akiwa kwenye mazingira haya ya usinge, mama yake alijitahidi ya kumpeleka katika shule za kawaida, lakini kwa masikitiko makubwa, kila mara Dorcas alikuwa akikumbana na vipigo na kashfa kutoka kwa baadhi ya walimu ambao pengine hawakuwa tayari kubeba mzigo wa kumhudumia kulingana na hali aliyonayo. Nilivyompeleka waalimu walikuwa na mnyanyapaa. Siku moja mwalimu amempiga wanafunzi wakaja kuniambia, nilienda shule kwa asira na yule mwalimu sema, sikumkuta ngekurofishana naye pale. Waliniambia yule mtoto hakuna mwalimu wa kuweza kumfundisha kwa sababu wale wanataka shule maalum mwalimu wa kukaa namfatilia yule mtoto. Mtoto alikuwa alikuwa anapenda shule, anaenda hivyo hivyo. Anakaa, tuna wengine pembeni, anakaa pale mwishoni, akitoka naye anatoka, ameendelea hivyo. Ndio hii fursa sasa ikajitokeza hapa, nilivyosikia kwamba kuna watu wamekuja kwa ajili ya, ya ulemavu, nikamleta mwanangu hapa, amepata na bahati, amepata na shule, yuko Sikonge. Nishukuru kanisa lakini ni mshukuru Baba Spoko na jopo lake lote, ambalo wamefanikiwa kutembea maeneo hayo nane au parishi hizo nane kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali ikiwemo elimu kwa watu wenye ulemavu, namna gani wanaweza kupata haki yao ya elimu, haki ya, ya kutunzwa, lakini pia haki ya usawa katika jamii. Kwa hiyo kwa upande wa Usinge tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupitia huduma hii. Katika hali isiyokuwa ya kutarajiwa ndani ya familia hii, Dorcas kupitia msaada wa kanisa akapata nafasi ya kujiunga na shule ya watoto wenye mahitaji maalum Sikonge, elimu maalum iliyopo wilaya Sikonge mkoani Tabora, kitu ambacho mama yake mzazi kilimpa furaha iliyopitiliza, kwani walisafiri kwa pamoja hadi shuleni hapo. Nimefurahi, nimefurahi sana, maana yule mtoto hata alipofika pale shule, yani nilimwona tofauti kabisa hata nyumbani alikuwa anapenda kukaa na mimi la na baba yake, lakini alipofika pale shule, mimi pale shule sinilala pale, si kila mtu na kitanda chake, Yule mtoto alitafuta kitanda chake mwenyewe. Akalala pale pamoja na wengine. Akulala karibu yangu na mtoto ule, asubuhi anapoamka kwenda kuchota maji, akua karibu na mimi tena, alifurahi kwa sababu hicho kipengele kilikuwa ndani ya moyo wake. Pamoja na Dorcas kupata nafasi hii, kijana mwingine aliyebahatika kupitia huduma hii ya kanisa ni Dedan Abel, ambaye naye amepata nafasi ya kujiunga na shule ya viziwi Uvinza, huko mkoani Kigoma. Nimshukuru pia Mchungaji kwa kuonyesha ushirikiano mkubwa, ambao kwa kweli tulikuwa tunawasiliana naye bega kwa bega kuhakikisha watoto hao wanapata haki ya elimu. Isitoshe tu sio mchungaji, walimu ambao niliwapa taarifa hiyo kwa Sikonge, walimu wa na kule Uvinza walionesha ushirikiano wa bega kwa bega kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwamba watoto hawa wanapata haki hizo za elimu. Mpaka sasa tunavyosema sasa, watoto hao wanapata eh, mahitaji ama huduma hiyo ya kielimu katika mazingira hayo ambayo nimeyataja. Mama huyu anawasihi wale wote wenye watoto au familia zenye watu wenye ulemavu au mahitaji maalum kutoa ficha na kuwanyanyapaa kwani kufanya hivyo ni kuwanyima nyima haki zao za msingi. wan wangelijua. Mara kuna wengine wanakwambia, ukimpeleka mtoto shule ni mlemavu, wanasema kwamba mtoto unakuma mtupa. Si kweli, si kweli hata kidogo. Wangelijua watoto wangewapeleka shule. Saa zingine mtoto anakuwa na hamna na kwenda shule, ila kulingana na mazingira anakosa nafasi. Wasiwafiche, wawatoe na kule shule. Hakuna mateso, shule ni kama shule zingine na pale hawanyanyapaliwi. Nilivyoona walimu wanawasalimu, naona pale ni pazuri. Wako tu, unaweza kukuta kuna kunguni, lakini pale hakuna cha kunguni, ni pasafi, hata vyoo vyao, hata mazingira tu niliyapenda. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimekipenda, ambacho sikuwahi, ilikuwa nakifikiria nakisikia lini